Kwenye karamu ya fikra za leo na kukaribisha kwenye meza yenye ladha ya matumaini na vishindo vya ndoto na harufu ya ushindi kwa wale waliokataa kuishi kama wa kawaida. Leo tutasafiri kwenye hadithi ya kijana mmoja ambaye aliandika jina lake kwenye anga la dunia ya kidijitali kwa wino wa ukarimu na mistari ya ubunifu, kijana anayeitwa James Stephen Donaldson maarufu kama Mr Beast. Kila nikitamka jina lake kwenye karatasi, neno moja linaniingia kama mwiba kwenye njozi zangu, na hii si kwa sababu ya nguvu ya misuli, bali kwa sababu ya moyo mkubwa wa kusaidia na bidii ya kutafuta njia mpya za kuinua watu wengine. Mr Beast alizaliwa tarehe saba ya mwezi wa tano mwaka 1998, kule Wicha, Marekani na baadaye kukulia kwenye mji mdogo wa Greenville, North Carolina. Katika umri wa miaka 13 ambapo vijana wengi walikuwa wanakimbizana na michezo ya mitaani, yeye alishikilia kamera ya mkononi na kuanza kurekodi video za YouTube. Aliwahi kulala njaa mara kadhaa akitafuta hela ya kununulia kifaa cha kurekodia, lakini hakuwahi kusema popote. Hakuna aliyemwona, hakuna aliyemshangilia, lakini ndoto yake ilikuwa kubwa kuliko kelele za dunia iliyokuwa imemzunguka. Mr Beast aliamini kuwa kuheshimu hatua zako ndogo, maana ndizo hukufikisha kwenye milango mikubwa ya mafanikio. Watu wengi huamini mafanikio ni ajali ya bahati, lakini Mr Beast alijua kuwa ushindi ni zao la bidii isiyolala. Alihangaika akipakia video zisizo na watazamaji wengi, lakini pia mara nyingine akijicheka mwenyewe mbele ya kamera, mara nyingine akihesabu hadi milioni moja bila kukatiza. Na Mr Beast aliwahi kukaa masaa arobaini akiangalia namba zikipanda, akijua kuwa kila sekunde ile ambayo ilikuwa ikisomeka ilikuwa ni jiwe kwenye msingi wa ndoto zake. Namnukuu hapa, akasema hofu inakula ndoto za watu waliolala na haitaweza kushinda moyo wa mtu anayesimama gizani akitafuta mwanga. Pia aliwahi kusema kwamba eh, mwenyewe kwamba niliwahi kufeli zaidi ya mara elfu moja kabla ya kupata video moja iliyoenda viral. Kwa lugha sasa hivi tunaweza kusema video iliyoenda mjini. Mwaka 2017 dunia ilishtuka. Mr Beast alipoweka video akihesabu hadi laki moja watu wakatulia, video ikavuma kama moto polini. Watu wakaona sio tu kijana wa ajabu, bali ni mtu mwenye udhubutu wa kuvunja mipaka ya mazoea. Tangu siku ile Mr Beast hakugeuka nyuma, aligeuza jukwaa la YouTube kuwa sehemu ya matumaini na ukarimu zaidi, akatengeneza video akaigawa mamilioni ya pesa kwa watu wa kawaida, kulipa bili za hospitali, kufadhili upasuaji wa macho kwa maelfu ya watu waliokuwa hawaoni vizuri, lakini pia na kuweza kusaidia familia masikini kupata makazi bora. Hakufanya kwa kamera pekee, lakini alifanya kwa moyo, na hapo ndipo alipogeuka kuwa zaidi ya YouTuber, akawa mwalimu wa maisha, kama alivyopenda kusema yeye, namnukuu Usiku wa giza si mwisho wa safari ila ni mwanzo wa kuona nyota zinazong'aa zaidi. Mr Beast pia hakujulikana kwa sababu ya pesa yake au pesa zake, aliwekeza zaidi akili ya kujifunza mbinu za YouTube kwa miaka mingi sana, akipitia makosa, akichambua takwimu na kujijenga zaidi na kuweza kujenga timu yenye weredi na hali ya juu kabisa. Ubunifu wake ukaonekana hata kwenye biashara ambazo alikwisha kuzianzisha kama Mr Beast Burger na Festables. Vitu vyote hivi aliweza kuvifanya kwa lengo moja tu la kuweza kubadilisha maisha. Alianzisha Beast Philanthropy, lakini pia ni taasisi ambayo inatoa msaada wa chakula e, visima vya maji na misaada ya matibabu kwa maelfu ya watu. Ndoto yake haikuwa kuhesabu subscribers tu, bali kuhesabu tabasamu ambazo aliwapa watu na wale ambao walikuwa wamekata tamaa, kama alivyopenda kusema kwamba, kila tone la jasho langu leo naliandika mistari ya historia ya kesho. Mpaka sasa tunavyoongea hapa ameweza kutimiza zaidi ya subscribers milioni 390 na na kuendelea, na video zake zikitazamwa zaidi ya mara bilioni 200 na kuendelea. Katika kizazi cha kidigitali, wengi wanaamini kuwa umaarufu ni kuuza utu au kukuza utu zaidi na hadhi kwa likes na viewers huko YouTube, lakini Mr Beast amekuwa sauti tofauti akisema namnukuu, mafanikio hayana maana kama hayatumiwi kubebea wengine. Kwa matendo yake pia, amekuwa ni nembo ya ukarimu na moyo wa kusaidia. Amesimamia kwenye ukweli unaosema namnukuu, kama ndoto yako haikutishi basi bado haujaota vya kutosha. Kama kijana mdogo aliyeanzia chumbani kwake akiwa na kamera ya mkononi, amefikia kiwango cha kuweza kutazamwa zaidi duniani, wewe ni nani uliyebaki kusema haiwezekani? Lakini pia safari ya Mr Beast ebana, inatufundisha kuwa wakati mwingine unapokata tamaa, jua kuna mtu anasubiri ufanikiwe ili na yeye apate tumaini kutokea kwako. Kitu cha msingi sana cha kuweza pia kufikiria ni kwamba hakuna ndoto kubwa kuliko bidii. Lakini pia mafanikio hayaji kama ajali. Tunapotokea sehemu yoyote kwamba mtu amepata ajali, alikuwa anaenda Tanga, mtu amepata ajali, alikuwa anaenda Iringa, then hayo ni mafanikio? Hapana, mafanikio ni kupambana, lakini pia kuonyesha juhudi na utafiti mkubwa hasa katika masuala ya kidigitali. Endapo unatamani kutimiza ndoto kupitia hivyo Sikate tamaa kwa sababu hakuna anayejua kesho yako inaweza kubeba watu wangapi. Haujui nani ni nani ambaye anakuwa anakuangalia wewe kama role model wake au wewe kama chanzo chake cha yeye kuweza kufanikiwa. Maisha ni vita vya moyo, si vita vya misuli. Nyota haziangazi walio juu pekee, lakini pia zinangoja kuangaza hata wale waliopotea njia. Na kama Mr Beast alishawahi kusema pia na kuweza kuonyesha kwamba ukipotea leo, kumbuka hata ramani ilichorwa na mtu aliyewahi kupotea. Leo tumetembea kwenye hadithi ya Mr. Beast wa kweli kabisa, na si wa polini bali wa ukarimu, moyo na ndoto kubwa. Safari ya Mr. Beast ni ishara kuwa mafanikio hayaombi ruhusa, yanachongwa na bidii ambazo kila mmoja anakuwa amepambana nazo ili kuweza kuzitimiza ndoto zake. Weka ndoto zako mfukoni, chukua hatua, usikubali vumbi la maneno hasi likuzuie kuona mbali, maana kama Mr Beast alitoka chumbani, wewe unaweza kutoka popote ulipo. Hii si hadithi ya mtu mmoja, ni mwaliko wa kizazi kizima kupambana, lakini pia kutoka e, na kutaka kushinda kwa yale ambayo yanakuwa yanakusibu katika maisha. Mwisho wa karamu hii ni maneno ya matumaini, lakini pia ni matumaini yangu kuwa utainuka na kuchora historia yako kwa jina la matumaini. Kumbuka kuwa dunia haisahau waliogusa maisha ya wengine, na maombi ni mengi sana ambayo yanakuwa yanatoka kwa wale ambao unakuwa umekwisha kuwasaidia. Huenda kuna mtu anakuta tu anafanikiwa, lakini mafanikio mengi zaidi yanatokana na wale ambao alikwisha kuwasaidia hapo nyuma. Makala hii imeandaliwa na Askofu wa Masela, na kusoma nami Zildad kabisa, na hii ni sawasawa sawa digital.